Hata wasanii wa, wa, ni watu ambao wa wanataka sifa na mambo ya kujinyua na mambo ya kusifiwa. Msanii kama Dabo ni ameshajitangaza kwenye mitandao yote kwamba yeye ana private jet. Kati ana private jet mbona katika hata list ya wasanii kumi wa Afrika hayupo, japo ana pesa ana pesa kwa sasa, katika wasanii wa Kongo wenye pesa nyingi, Jemsi anachukua namba moja, lakini ukienda katika listi ya wasanii matajiri Afrika hayupo, na akaria yake haiti katika Afrika, lakini mkongomani anafanya kazi zake Faransa. Ukienda katika umsanaenda taju ana pesa Nikizania hata katika, katika mlisti ya wa Watanzania bora wasanii wenye pesa bora sizani kama sijui nani anaweza kufikia katika keska. Lakini katika listi ya Afrika hiyo yote, ni kujuliza kwamba Watanzania wanahitaji sifa, unapenda sifa, na wasanii wa Tanzania wanapenda sifa, ila bado hawajafikia kiwango cha juu. Hatutaki sifa na sifa yenyewe, wanaitafuta sifa kwa nguvu, kwa hiyo acha niwaambie kwamba bidii ndio inasaidia sana bidii ndio inasaidia sana, ila tatizo tu kwa sasa ni mfumo. Kwa hiyo wakitoka Watanzania wote, Watanzania wote karibu nyumbani kwa mkapate mafanikio, sababu mnataka mafanikio kwa haraka.